wamekuwa akiishi na ugonjwa wa fungus kwa muda mrefu, wamekuwa akijaribu kuutibu na mwisho wa siku ugonjwa huu unakuwa ni sugu, kwa sababu chochote ambacho unakitibu mara kwa mara kinajirudia, matokeo yake kinatengeneza usugu, na huu usugu hautokuwa sugu tu peke yake, bali unaweza ukasababisha athari au maradhi mengine makubwa zaidi. Mfano, mtu anayekaa na ugonjwa wa fungus kwa muda mrefu, mwisho wa siku au bakteria wa fungus wanaweza wakaingia kwenye damu na bakteria wa fangas wakishaingia kwenye damu, mtu huyu inaweza ikamletea changamoto kwenye ngozi, kuwashwa, kutokwa vipele, chunusi na vitu vingi katika ngozi yake, kwa sababu hii bakteria wa fangas wameshaingia kwenye damu. Na watu wakishakuwa kwenye steji hiyo, wengi wamekuwa wakitibiwa sehemu zile zingine, zinakuwa tatizo hili haliwezi kumalizika. Na nje ya changamoto hii, unapokaa na bakteria wa fangas inaweza ikapelekea pia bakteria hawa fangasi wakaingia kwenye mirija ya uzazi kwa mwanamke, na bakteria fangasi wakishaingia kwenye mirija ya uzazi kwa mwanamke inatengeneza changamoto nyingine ya PID. Kwa hiyo PID inapo bakteria kishaingia kwenye wakishaingia kwenye mirija wanatengeneza changamoto ya PID. Sasa basi na PID inapo, inapokaa na yenyewe bila kutibiwa ipasavyo inaweza ikasababisha ukapata shida ya saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo tunaona namna gani ugonjwa tumeanza na fungus imekuwa sugu, hajatibiwa, imesababisha imesababisha, eh, bacteria, eh, fungus kuingia kwenye damu, wametoka pale wamesababisha iza ngozi kutengeneza ukurutu, na ngozi ishatengeneza ukurutu, mwisho wa siku inaweza sababisha saratani au kansa ya ngozi, kwa sababu ukurutu unakuwa ngozi kama ina kakamaa, lakini ilo, ilo ambayo umekua, ni fungus hiyo hiyo ambayo imekuwa unajitibu, unajirudia, unachukulia ni madhoea, kumbe inaweza ikaleta madhara makubwa zaidi nje ya hapo ukiacha inatengeneza tatizo lingine la PID, na mwisho wa siku inaweza kusababisha pia saratani ya shingo ya kizazi. Unaona, ni fungus hiyo hiyo ambayo imeweza kuzalisha baadhi ya maradhi mengi. Na mtu mwenye fangasi anaweza akawa anasikia eh, kuwashwa kama nilivyosema, ai iza e, iza pembezoni mwa mapaja huku au kwa mwanamke kutokwa pia na uchafu sehemu za siri, lakini uchafu huo ukawa mweupe au kuvutika. Lakini pia PID ina dalili zile zile, kutokwa na uchafu, lakini pia uchafu huu unaweza ukasababisha pia ukasikia maumivu wakati wa kukutana na mwenzi wako, lakini pia PID unapokaa nayo muda mrefu inaweza ikasababisha ukapata shida ya kutokupata mtoto. Tunao dawa yetu ya Lonzo ambayo inatibu tatizo la fangas pamoja na PID. Kwa hiyo kama una changamoto hii, tukushauri utumie dawa hii, utapata kupona moja kwa moja, na uache kuishi na mazoea ya kukaa na ugonjwa bila kuutibu na ukaweza kuondoka. Lakini kuna watu ambao pengine kutokana na kukaa na changamoto hii ya fangasi au ya PID, imepelekea hormone imbalance zao hazijakaa vizuri, hadi ambapo upevukaji wa mayai umekuwa sio mzuri. Basi utumie dawa ya fangasi au ya PID kupona kabisa, lakini kama unahitaji mtoto pengine umekaa miaka mingi bila kupata mtoto, tuna dawa yetu hapa inaitwa Mbasa. Hii dawa ni dawa yenye uwezo mkubwa wa kuwezesha kupata mapacha. Watu wengi wamezoea kwamba kupata mapacha ni historia ya kifamilia, lakini ukitumia dawa yetu hii ya asili inakuwezesha kupevusha mayai mawili na utaweza kupata mapacha bila kujali historia ya kifamilia na bila kujali kwamba nani ana historia ya kupata mapacha. Dawa hii ina uwezo na utaipata Song'wa pekee, hakuna sehemu nyingine unaweza kupata dawa hii yenye uwezo wa namna hiyo. Na pia tunatibu magonjwa mengi kama kisukari, vidonda vya tumbo, e, matatizo ya, ya, ya, ya athma, matatizo ya allergy na magonjwa mengi. Kwa hiyo ni vizuri ukatupigia simu kwenye namba unaiona hapo, ama kutembea kwenye mitandao ya kijamii ama kwenye website yetu unayoiona hiyo ili uweze kusaidika. Afya yako ni jukumu letu.